Ili uwe mtu wa kwanza kupata habari na kuona video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya hii video na gusa kengele ambayo itatokea pembeni hapo. Hapo utakuwa wa kwanza kabisa kupata habari zetu. Asante, karibu kwa mara nyingine tena, siku nyingine tena tunakutana kwenye The Weekend TV. Kazi yangu ni kukujuza na kukuhabarisha yali yote yanayo katika mitandao ya kijamii, hakikisha tu umesubscribe chaneli hii hapa ili uwe wa kwanza kabisa. I go by name loom plat Nams. Nams. E, ishu kubwa ambayo inazidi kusumbua watu katika vichwa vyao na kuwaweka katika hali ya unyonge kabisa ni ile issue ambayo Il happen pale mjini Morogoro yani, nasema Msamvu, ebana, wale wote walioathirika katika lori la mafuta wamefikia mpaka tisini na saba. Yani idadi yao ya waliofariki mpaka sasa imefika tisini na saba. Idadi ya waliokufa kutokana na ajali ya gari lililowaka moto iliyotokea mjini Morogoro Agosti kumi elfu mbili na kumi na tisa imefikia tisini na saba bwana. Baada ya majeruhi wawili waliolazwa hospitali ya taifa Muhimbili kufariki dunia juzi ya alasiri, hospitali hiyo ilipokea majeruhi mwingine kutoka hospitali ya mkoa wa Morogoro na kufanya idadi yao kufika ishirini na moja. Yaani majeruhi walikuwa ni ishirini na moja lakini sasa wamebaki kumi na nane baada ya wawili hao kufariki na mmoja kufariki jana, um, jana mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa MNH Aminieli Aligeisha alisema wagonjwa hao wapo katika chumba cha uangalizi maalum, yani ICU, huku madaktari wakifanya jitihada kuokoa maisha yao. Ndugu mpenzi mtazamaji wa The Weekend TV, taarifa hii hapa sio ya kugesha. Yani, taarifa hii hapa imetamkwa na mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa Muhimbili National Hospital, yani MNH, yani Muhimbili National Hospital, anafahamika kwa jina la Amini Leli Aligesha, kwa ametoa hizo hapo taarifa. Amini kwamba hizo so, taarifa ni za ukweli Ndugu mpenzi mtazamaji wa The Weekend TV, na kuomba tuzidi kuwaombea majeruhi waliobaki katika hospitali wakiendelea kutibiwa. Tuwaombee kwa kutype neno aa, lolote la kufariji la kuonyesha moyo wa upendo. Nenda kwenye upande wa comment section. Aa, drop your comment na pia tuwatakie kila laheri walioenda kule Uh, yani waliofariki kwa kutype neno RIP na kukubali. Mpenzi mtazamaji wa The Weekend TV, I go by name Loom Platinums. Uh, kitu muhimu kabisa katika chaneli hii hapa, kama bado hauja subscribe, bonyeza button nyekundu chini ya hii video nagusa kengele ambayo itatokea hapo pembeni hapo, utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari matukio na kuona video zetu. I sign out.